Msimamo wangu mimi binafsi, serikali isiusaini huu mkataba, na ninazo sababu za msingi. Za kusema tunaposema EPA kwetu sisi haitufai kwa sasa, ni kwa sababu moja kubwa, wenzetu wameweka kifungu cha import duty kuwa free. Tujiulize, kwetu sisi kama taifa, tuna bidhaa ambazo zinakizi viwango ya kuingia kwenye soko la Ulaya? Tunawalaumu wenzetu Kenya kwamba wameharakia. Kenya wenzetu wameandaa facilities na wana bidhaa za kwenda kuuza Ulaya tayari, wanazo. Swala sio kuwalaumu, swala tunatakiwa na sisi tujiandae ili tuweze kuwa na bidhaa zitakazofikia viwango vya kuviuza Ulaya. kuchama cha Wananchi kafu kimetuagiza kwamba huu mkataba tuukatae. kwa <tipa> hiyo, Mheshimiwa Spika, chama chetu kimefanya analysis ya kutosha chama chetu kimefanya analisis ya kutosha, na mara nyingi chama chetu kimekuwa na watu makini na tukifanya misimamo mizuri. Mkataba huu, msimamo wa chama chetu tuna ukataa. Kwa hiyo tunaomba serikali mkataba wa Cotonou usiusaini, kwa sababu tumechelewa, wenzetu wametuacha sana. Jukumu pekee ambalo tunapaswa kulifanya ni sisi kujipanga, kwa sababu wenzetu duniani wanakimbia, tusiendelee kutambaa.